Ni siku nyingine tena ya michuano ya Francisco Super Cup. Mchezo umemalizika kwa timu ya chekechea kuibuka na ushindi wa goli mbili bila dhidi ya timu ya Madukani FC. Hapa nipo na kapteni wa timu ya chekechea FC. Nataka nipate mawili matatu kutoka kwake. Habari yako? Ah, salama. Kwanza hapo na mchezo. Ah, namshukuru Mungu kwa kunisaidia nimetoka na ushindi. Na jian... na sasa naenda kujiandaa mchezo ufuatao na imani nitapata ushindi. Ah, kwanza kama mchezaji mlijiandaa kiasi gani kuhakikisha kwamba mechi ya pili mfululizo inaondoka na alama tatu ili muendelee kujikita kileleni? Ah, maandalizi yalikuwa mengi japo ratiba imetukaba sana, ilikuwa jilala lakini tunajitahidi, kwa hiyo wote tunajiandaa, tunaweza kupata ushindi kwa, tunaenda kujiandaa na mchezo ufuatao na nani tutapata ushindi. Kipindi cha kwanza timu yenu ilionekana iko nyuma sana, lakini bado pamoja na kuonekana kwamba mpo nyuma, lakini unaweza kupata matokeo. Ilikuwa ni plani au mlielemewa kwenye mchezo? Hapana, nao wapinzani kidogo walikuwa wamejiandaa upande wao kwa